Bado paka leo na shangaa Kulwa Igembe ametoka na nyumbani kwenda kuchunga ng'ombe mia tano na hamsini na hizo ng'ombe za Kulwa Igembe na Igembe mwenyewe bado itapatikana paka leo hata ng'ombe moja. Kulwa mitoka mzima kurudi maiti, haki yake Kulwa haipatikani na leo nashangaa, anaambiwa ni mzike Kulwa, haki yake bado ijapatikana, ya iko wapi? Ninajua yanayotokea mbugani huko ni makubwa, nafahamu. Huwezi ukampa mtu AK47 amecheza mgambo hapo siku mbili uwanjani, namna ya kuhendwa raia hana. Nikaja kugundua kwamba pengine hawana ile knowledge ya kuishi na binadamu. Sasa kwa sababu raia wetu wengi uelewa wao ni mdogo, wanaweza wakafikiri kwamba hili ni swala la kipolisi, kumbe sio kabisa. Mtu anachezeshwa mgambo wiki moja, wiki mbili, anapewa SMG, unadhani kitatokea nini huko? Mengine mambo sema tu, huwezi kuyajua, lakini nina uhakika huko polisi kuna vichekesho, kesi za TANAPA hizi kwa hivyo niwaombe sana viongozi wangu, serikali yangu sikivu, hebu angalieni namna ya kuwatreni hawa watu ili wafanye kazi yao kwa umakini. Vijana wapatao kumi au zaidi wakiwa na silaha za jadi, mikuki, mishale pamoja na fimbo waliweza kuwashambulia askari waliokuwa wakiswaga ng'ombe kuelekea kwenye kituo cha Ukwaheri. Katika hali ya kujihami askari wale na vijana wale kutaka kuchukua ng'ombe, katokea majibishano na hatimaye asubuhi ya tarehe nane ndio tulipata taarifa, lakini usiku ule tulikuwa hatupata taarifa ya mtu kujeruhiwa au kuwawa. Saa moja asubuhi tulipata taarifa kwamba kuna mtu amewawa, kijana wa mfugaji, na uchunguzi wa awali ulionekana kifo kile kilitokana na majibishano kati ya jeshi la uhifadhi pamoja na vijana walikuwa wakitaka kukomboa mifugo yao. Na baada ya taarifa hizo za awali tukaelekeza wale askari wote wakamatwe, askari wanne, na wote wako mahabusu wakisubiri taratibu za kisheria pale uchunguzi utakapokamilika kutokea. Tuliwasihi familia ambayo imepata msiba kuweza kuzika mpendwa wetu kwa taratibu zote za kimila na kidini, lakini familia haikuweza kuridhia jambo jambo hilo tangu tarehe nane tangu mpaka tarehe tisa kumi kumi na mbili Mwenyekiti wetu wa chama wilaya tulimwomba atusaidie kwenda kuzungumza nao ili wampumzishe mwili wa marehemu, wakati taratibu za kisheria zikiendelea kuchukuliwa, lakini jana asubuhi tumepata taarifa kwamba familia hii bado haijaridhia na malalamiko yao au hoja zao za msingi ni kwamba wamepoteza mtoto, na hili ni kweli kabisa. Wana machungu, wanapitia hatua ngumu, kwa kuwa wamepoteza ndugu na rafiki yao na mtoto wao. Walichokuwa wanaomba ni kupata nafuu kwamba sasa mifugo imekamatwa, kwa mujibu wa sheria inatakiwa kulipiwa faini, na kila ng'ombe inatakiwa kulipia shilingi laki moja. Kwa hiyo kulipa zaidi ya shilingi milioni hamsini kwa mujibu wa control namba iliyotolewa. Na kuomba babangu, twende tukamsitiri kijana wetu. Kwa sababu tayari tutangulia mbele na haki na Mungu atambariki, lakini sisi jukumu letu ni kuhakikisha kwamba ile mifugo inaachiwa. Na hilo tumeshalimaliza. Tumezungumza mimi na yeye kwenye simu, waziri na ametukubalia. Kwa hiyo habari ya kulipa faini haipo. Omba mimi mheshimiwa waziri kwamba pamoja kwamba kuna tatizo ni kweli, watu umeingiza mifugo, lakini naomba ile mifugo iachiwe bila kulipa hata shilingi moja. Mheshimiwa waziri akaniunganisha na muhifadhi mkuu, mkurugenzi wa hifadhi, tumezungumza kwenye simu pamoja na mpaka tuko njiani na kuja, tulikuwa nazungumza kwenye simu kwa mheshimiwa waziri kupitia ile muhifadhi mkuu wa TANAPA amekubali ile ombi letu fugo yote iachiwe bila kulipa hata, hata senti moja. Sisi Chama cha Mapinduzi kwa uchungu, tuna uchungu, tuko pamoja na wewe, mzee wangu, kwa haya machungu ulionayo, na sisi tunaumia sana, kwamba katika hali ya kibinadamu hata kama jambo hili la kisheria, lakini hapana